Ndugu zangu, hivi ni ukweli au ni igizo? Tunachezewa? Trump anasema wameshashambulia Iran, wamepiga sehemu za nuclear usiku na wameshaondoka. Ndugu zangu, hiyo sio movie ya Hollywood kweli? Alafu kingine cha kujiuliza, mhusika aliyepigwa anasema mali yangu bado iko vizuri. Sasa wiki nzima tunaambiwa kuna libamu linaitwa Bank Buster eh? Bank Buster, mimi akili yangu nilikuwa nadhani yani Bank Buster ikidondoshwa inafanya kazi kama nuclear. Yaani akili yangu mimi na uelewa wangu mimi, yani bunker buster bomb ina uharibifu kama nuclear, lakini haina mionzi kama nuclear. Sijui umenielewa. Yaani itafukunyua itaharibu, haribu kabisa eneo husika, lakini ni bomu salama ambalo halina mionzi. Unajua ubaya wa nuclear ni mionzi, yaani nuclear inaweza ikapigwa leo lakini ikawa na madhara mpaka mwaka mzima kwa sababu ya ile mionzi radiation. Sasa, najiuliza hii banka basta ya Donald Trump iliyodondoshwa usiku wa kuamkia leo Jumapili, na ndege zimeshaondoka. Ndugu zangu wa Marekani wameharibiwa na movie zao. Sasa tuje kwa maelezo ya Trump. Kwanza nikupe mtazamo wangu mimi, nachoweza kuki nachokiamini mimi kama mimi, Marekani alipewa project na Israeli, kwa hiyo ametimiza project, ameondoka, amemwachia Israel site yake aendelee na shughuli zake. Sijui umenielewa, yaani kinachoendelea ni kwamba vita bado inaendelea kwa mnaofuatilia, Iran ametuma zaidi ya makombora ishirini ndani ya nchi ya Israeli. Maanake vita bado inaendelea, alafu Marekani aliyepewa project anasema yeye amemaliza project yake amerudi nyumbani na kama kuna lingine libaya litajitokeza atarudi. Sijui unaunganisha doti, jamani, ili tupate maana. Kuna wale timu Marekani ambao hamkubali kwamba Marekani inashindwaga jambo, yaani kuna watu akili zao zimeprogramiwa, Marekani na Israeli katika uso wa dunia hawawezi kushindwa jambo, yaani ukimtoa Mungu basi ana, ana, anafuata ni Marekani na Israeli, ndio baadhi ya watu wanavyoamini huku duniani. Sasa mpigwaji yani Iran bado anaendelea kukiwasha ndani ya nchi ya Israeli, na mpewa mradi yani mpewa project Marekani amesema yeye amerudi nyumbani, amemaliza project aliyopewa. Kama kuna lingine litakalojitokeza atarudi. Sijui mnanielewa yani, mimi nataka tutafsiri alichokisema Donald Trump tupate picha kamili, kwa sababu mimi kwangu mimi naona hili ni igizo, sio kitu halisi Akili yangu mimi, nilikuwa naona kama yaani, Marekani akiingia ya Iran, kila kitu kwisha. Inakuwa kama vile Marekani alivyoingia Libya first, wakamkamata Gaddafi wakamuli mbali. Mbona unashinda kumtafuta Kamenei? Turudi nyuma kidogo, story ilikuja, nimemwambia Israel asimuue Kamenei, baadaye Netanyahu akaanza kurusha maneno Kamenei, lazima tumuue. Hii ni psychological warfare eh? kwa sababu vita nayo kuna zile kisaikolojia, umwathiri adui yako. Kwangu mimi, naamini nini ni more psychology lakini kipraktiko Marekani na Israeli wanafeli. Uhalisia uko wapi? Mi mbona siuoni hilo li bankabasta? Mbona alijafanya hiyo uo bankabasta? Tuone eh, kwa sababu tunaitawala anga ya Iran, lakini bado Iran anarusha makombora mai kumi na anazidi kuharibu Israeli. Iran ameshaonyesha Israeli ni nchi inayopigika, ni nyepesi kuliko. Eh, ndugu zangu, haya ndio matango pori tuliolelewa tukilishwa, na kuna watu mpaka saii haya matangopori wanakula lakini nataka ni kuhakikishie kama lengo la Israeli ilikuwa ni kuikripo kuiua hii project ya Israel, ya Iran ya nuclear wamesha fail. Irani ni lazima amiliki nuclear tena kwa muda mfupi sana tunakoelekea, kwa sababu Marekani hawezi kuivamia Korea Kaskazini. Kwa nini? Korea Kaskazini yana nuclear. Unalijua hilo, Iran ni lazima atamiliki nuclear tuishi hivyo. Kumbuka Marekani, ndani ya Marekani Trump ana upinzani mkubwa sana kujihusisha na mambo ya Israeli. Trump anapigiwa kelele na wananchi wake watu wa chama chake watu aliompromote akawa rais aachane na Israel. nachoweza kusema wanachoweza kujivunia wa Israeli ni kuua viongozi wa Iran na lengo lao lilikuwa ni kuwaua kwa kiasi kikubwa kuhakikisha hii serikali inadondoka inaingia serikali nyingine lengo kubwa ni regime change na wangefanikiwa regime change ndio ingeua hii project kwa sababu ukiutoa uongozi wa Kamenei ukaingiza uongozi wako inakuwa ni rahisi kuyua hii project Lakini kama utaiacha serikali ya Kamenei, huu mradi unauaje sasa? Kwa sababu swali la kujiuliza sasa hivi ni kwamba kama ameshashindwa kuidondosha hii serikali ya Kamenei, maanake Kamenei amebaki madarakani, hivi vita itakwenda kuisha? Maanake kama bas hilo libanka basta lao lina penetrate fiti kadhaa basi watachimba hata kilomita tano kwenda chini uhakikisha wanajenga nyuklia yao tu basi, si umeelewa nachokizungumza kwamba kama nuclear facility ikikaa juu ndio banka basta inaumiza, basi sisi tutachimba chini, hata kama ni kilomita moja tutachimba tu ili tuhakikishe, tunaiweka tunamiliki nuclear na sisi. Hiyo ndio itakuwa lengo la Iran. Ndugu zangu, ukiwa unakula unashiba, hakuna jambo utashindwa kulifanya. Kosa kubwa la Iran ni kuingia mikataba na watu wa magharibi kwa kuonyesha mali zao, na hilo ni funzo la kujifunza. Magharibi wanapenda kuwafanya watu wengine wawe uchi, yani tabia za magharibi ni kama za mwanamke malaya. Yani, kama unavyoona malaya anatembea, anaonyesha viungo vyake wazi, ndivyo magharibi wanapenda watu wengine wawe, ili waone mradi yao. Kama wataona kuna mradi ambao unahatarisha nguvu zao wa wow, wa wow, ukripo wa uue ni nani ni nani, huwa anawakagua Korea Kaskazini hakuna. Yani, kosa kubwa kabisa la Iran ni kujikombakomba komba kwa magharibi. Nahisi watakuwa wameshajifunza kuonyesha mipango yao wazi kuanzia day one. wakiamini magharibi ni watu wazuri Sioni kilichofanyika kama mpigwaji bado anazidi kushambulia. Sasa kuna nini hapo kinachoendelea? Yaani, ulishawahi ku, ku, kukimbizwa na mbwa? Ulishawahi kumkuta mbwa anabweka huko anakimbia? Ni Marekani. Mimi kwangu mimi naona kama vile Marekani ni mbwa ambaye anakubwekea huko, yeye anakimbia, anakukimbia wewe badala ya kukufuata wewe, anakimbia. Mimi sielewi kilichofanyika banka bastas, we, we destroy sp nini nini, maneno misamiati kibao, lakini mimi sioni kilichofanyika, mpigaji bado ana nguvu kama zote ila Kingine ninachotaka kuhakikishia mashariki ya kati, amani iko karibuni, kwa sababu amani ni kuheshimiana na kutokutishana. Amani haiko mbali mashariki ya kati, kwa sababu mwenye nguvu ameshajulikana ni nani ndani ya mashariki ya kati. Nani nani mwenye usha..., nani mwenye mwenye mashaka na nguvu za Iran sasa hivi? Atuongee kishabiki, kwa sababu Israeli kapigwa, kaenda kuomba msaada na alienda, alienda, alienda kuomba msaada, naye kaondoka, anasema mimi nishamaliza kazi yangu, wewe utajua mwenyewe, malizana naye huyo. Yani that's the meaning bro. Tu sasa tu, tufafanue nini? Akili yangu mimi nadhani Marekani atabaki pale akiwashi, yani Iraq ni iwe kama ilivyokuwa ilivyofanywa Iraq. Lakini Marekani amepiga mahesabu hapa, nikiingia kichwa kichwa deni langu linaweza likafika likajidabu likawa mara mbili, kwa sababu kisiasa duniani Marekani ameshapoteza dira kabisa. Na inajulikana dira ya Marekani kisiasa duniani imefanywa me, na kuwasikiliza wa, wa Israel. Wa Marekani wote wanajua kwamba tumeipoteza utawala wetu wa dunia kwa kuwasikiliza wa, wa Israeli. Alafu kingine, tuunganishe doti. Mradi wa nyuklia wa Iran, injinia mkuu wa mradi ni Warusi. Kama ujui, kuna zaidi ya Warusi mia moja wanaofanya kazi kwenye hivi vinu vya nyuklia. Wao ndo makandarasi mnaitwa wakandarasi wakuu wa huu mradi. Kwa maana yake Marekani alishafanya mawasiliano na serikali ya Urusi kwamba maana yake Warusi waondoke, si ndio? Maana yake, kwa sababu msichokijua, muuzaji mkubwa wa teknolojia ya nyuklia duniani ni Urusi, Rosatom na hii kampuni ni kampuni ya serikali ya Urusi. Unaingia nao mkataba wa, yani wewe unawapa hela, wana kila kitu wanakukamilishia. Kwa hiyo sio kwamba wanaoendesha huu mradi ni wa Iran kama wa Iran, hapana, ni wa Urusi. Unataka kuniambia kulikuwa hakuna communication mawasiliano kati ya serikali ya Urusi na Marekani kwamba sisi tunaenda kupiga hapa, baba, waondoe watoto wako kwangu? Mimi mimi naona hili ni igizo, kama mpigwaji bado anazidi kupiga. Knockout imefeli kwa, kwa siku ya kwanza. Kumbuka wakati knockout inaandaliwa Iran alikuwa amedanganywa tutakwenda kwenye mazungumzo, nakumbuka yani Iran alivamiwa kwa kushtukizwa ili apigwe knockout, knockout ikafeli. Shambulio la Donald Trump la usiku wa kwamke ya Jumapili leo ilikuwa ni knockout, kwa sababu tayari Trump alikuwa ashatuadaa kwamba kuivamia Iran nimesitisha kwa, kwa, kwa muda wa wiki mbili, kuna dalili tunaweza kuingia katika mchakato wa maridhiano, kwa hiyo nimesitisha kwanza ndani ya wiki mbili. Hiyo taarifa ameitoa haina hata siku tatu. Usiku kwa kwamke ya Jumapili anasema mimi nishamaliza kazi, nimeondoka, nimemwacha Israel na na shughuli yake na Iran. That's the meaning. Sio ile ile kilichofanyika ndugu zangu. Kama kuna mtu ana elimu zaidi ya mimi, kwa sababu akili yangu ilikuwa imeprogramiwa the buster banker bomb, the mother of all bomb. Hivyo linavyoitwa kwa sababu linaingia ndani, na lina haribu haribu kila kitu. Yaani tofauti ya nuclear na banka buster. Yani banker buster yeye hey, ana aribu, lakini hana mionzi, anapasua pasua yani. Maini, bandama everything in between inside the, The hey, my gosh, hizi movie za Hollywood. Unajua kizazi chako ukilelea unakidanganya sana, basi unakuta generation nzima inakuwa inaongea uongo. Wamarekani wanazidi kutuonyesha kwamba they are the weakest. Yani wako katika level ya udhaifu uliopitiliza kuwahi kutokea. Kwangu mimi, ndio naamini kama kweli ndio ile Marekani tulikuwa tunaijua, ushambulie usiku, uondoke usiku. Eh, alafu Trump anakuambia tushamaliza kazi yetu, kwa hiyo sasa hivi ni muda wa amani yani, Unipige alafu nitangazie kwamba sasa hivi ndo tuongee masuala ya amani. Je, Irani amekubali? Irani amekiwasha moto kweli kweli. Yaani anakichafua kweli kweli. Imani yangu nyingine. Unajua hata kama wewe ni msomaji wa Biblia, unajua kuna kipindi Mungu alikuwa anawaacha wana wa Israeli wanapigika we mpaka akili inawakaa vizuri. Kwa wale watu wa imani, hebu nenda kasomeni Biblia yenu vizuri. Hii adhabu ambayo Israeli anaipitia ni tafsiri ya maandiko pia. Kichapo anachokipata Irani ni uharibifu unafanyika. Sijui kutafuta viongozi kuwaua, wala viongozi wa Irani hawaogopi. Wako wazi kuwaua kwa sababu wao wako kwenye jihadi. Kama watashindwa kuidondosha hii serikali ya Kamenei kumiliki nyuklia, pako pale pale, kwa sababu Kamenei na serikali yake watajua, kumbe nyewe mnaiogopa nyuklia, basi ni muda wangu mimi kuimiliki nyuklia. Kwa wenye akili zaidi ya mimi wanipe ukweli. Je, hivi ndivyo Marekani wanavyopiganaga? Yaani yani anakupiga alafu anakimbia, nakwambia mimi nshakupiga. Niliwaambia hivi, Israel na Marekani wana akili za kimandonga Wakikupiga wamekupiga, ukiwapiga wamekupiga. Israeli na Marekani ni mandonga. Elimikeni, msiwe wasomi.